Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, mtazamaji siku ya leo nimekuja kukuambia ah, baadhi ya mambo ambayo eh, tunayafanya katika ofisi zetu za hapa Mtoro Kariakoo Dar es Salaam. Alhamdulillah. Eh, tunafanya mambo ya tiba, lakini pia tunawafundisha watu pia tiba kwa yule ambaye anahitaji kujifunza. ahla wa sahla wa marhab ziko taratibu tunazielekeza kwao, lakini pia kwenye grupu letu basi la ucheshi na mawaidha au kwenye e, chaneli zetu tunafundisha pia haya. Alhamdulillah, chaneli ya Riyadhi TV, chaneli ya mti mkuu e, zote hizo tunafundisha masuala mazima ya tiba, ya zile ambazo zinawezekana mtu akafanya mwenyewe, kwa sababu hii ndio namna ya kusaidiana. Kuna vingine utafanya kwangu. Eh, amna namna lazima unifate tu ili kufanya na kwa namna nzuri na kufanya kitu ambacho tayari kina kimefanywa kwa uhakika zaidi ama kwa weledi ulio bora. Mingine tunamwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Kwa hivyo nikukaribishe kwa moyo mkunjufu pia kwenye magrupu yetu ya, ya dini ya Kiislamu eh, kama hivyo ucheshi na mawaidha eh, lakini pia kwenye eh, WhatsApp chaneli zetu ili mradi tuweze kwenda sawa sawia, eh, kujua mambo mbalimbali mawaidha, lakini pia kujifunza tiba. Leo nataka nikupe faida za eh, mafuta ya zaituni, nataka nikupe faida za mafuta ya zaituni, lakini pia ni kwambie namna gani unaweza ukaitumia zaituni katika namna mbalimbali za kuboresha pia afya ya mwanadamu. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, anasema kwenye Qur'ani, anathibitisha kwenye Qur'ani ubora wa mimea ubora wa miti katika miti ambayo imesifiwa kwenye Qur'ani moja kwa moja ni mti wa wa zaitun, ehe, mti wa tini, wa tini Mungu ameapa, wa tini wa zaitun wa turi sinin. Kawaida ya Mwenyezi Mungu huviapia viumbe vyake, kama vile sisi viumbe tunavyomwapia yeye muumba wetu. Kwa kuwa Mungu hana wajuu yake, ili kuonyesha msisitizo na nguvu ya jambo, Mungu huliapia kwa hivyo tini imeapiwa, zaituni imeapiwa, lakini na milima ya, ya, ya, ya, si, ya, ya Sinai huko pia imeapiwa, na yote Mwenyezi Mungu anaonyesha eh, maeneo hayo ama miti hiyo thamani yake, kwa kuwa chini ya miti hiyo manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala wame, eh, wamepewa utume humo katika mizaituni, wamepewa nabii Ibrahimu amepewa Nabi Isa katika miti hiyo huko Sinai, Nabi Musa. Na vitu vingine Mungu ameapia, Mungu ameapa kwa vitu vingi sana, wasamai dhati liburuj buruj walyaumi lmauud, Mungu ameapa kwa mbingu. Mungu huwapia viumbe vyake. Sio darasa langu, lengo langu ni kuambie e, thamani ya vitu hivi ituni. Kwa hivyo mizaituni kama tulivyoeleza kwamba e, chini ya milima hiyo wamepokea unabii manabii kadha wa kadha. Mwenyezi Mungu akaitia utukufu miti hiyo, ndio maana Allah akasema kwenye Qur'ani katika sura Nur

shubaka lenye kuwaka hivi jitaa fulani hivi. Ehe, shubaka hilo ama jitaa hilo limepambwa na kuwashwa na mafuta e yenye baraka nyingi ya mti wa zaituni. Mungu ameusifia mti aliuumba yeye, akasema az-zaitun shajaratul mubaraka, zaitun ni mti wenye baraka. Amesema Mungu, sio hadithi usiweze kunidai na kuniradi bure, hapo umepata wapi mti una baraka? Kuna watu hawaamini kama Mwenyezi Mungu ametengeneza e, vitu vyake ambavyo mtu akivitumia hubarikiwa, hujitia nuru ya mwili wake na haiba yake ikawa nzuri. Leo nataka nikufundishe wewe, mtu ambaye una shida kweli, unatamani e, kutumia mimea hujui. Leo nimekuambia azaituni, jamani, mafuta zaituni ukipata yenyewe OG shida hivi sasa, mambo yameharibika. Huu ndio ukweli ulivyo, mambo yameharibika. Yaani ukiambiwa hii ni zaituni baba, kama hujawahi kuonja ladha ya mafuta ya zaituni, kama hujawahi kuyaona yalivyo mafuta ya zaituni, ama kama hujashuhudia kiwanda ambacho kinachakata zaituni, usinunue ovyo Usifanye ovyo, kwa sababu siku hizi mafuta ya lizeti huitwa zaituni, mafuta ya karanga yakaitwa zaituni, unashangaa tu, ili mradi mtu amekuuzia zaituni na unatumia huu ni chochote hivyo. Basi ni kuombe tafadhali, ukipata watu waaminifu zaituni, unaiweza ukaifanya mambo mengi sana, ikakusaidia we mwenyewe kama mwenyewe nyumbani. Zaituni yenyewe kama yenyewe ni mafuta mazuri sana kwenye chakula. Wanaotumia zaituni kwenye chakula huboresha afya zao. Ni mafuta ambayo hayagandi kwenye mishipa ya damu. Eh, hey, hayagandi kwenye mishipa ya damu, kama vile unavyoona mafuta hali zeti hayagandi kwenye mishipa ya binadamu. Zaituni hali kadhalika, sifa zake ndio hizo. Lakini zaitun ni nzuri sana kwa kupaka watoto waliozaliwa. Wakipakwa zaituni iliyosomewa Qur'ani, hukukingwa na mashaitani na maibilisi na vitu vingine. Watoto wenye kuumwa madegedege na vitu vingine, wakapakwa zaitun na vitu vingine, nitakuelekeza utakapokuwa tayari, Mwenyezi Mungu huwaondoshe mabalaa hayo. Zaitun hufaa pia hata kwa watoto wenye kukojoa kitandani. Iko dawa nitakuelekeza namna ya kumsaidia mtoto anayekojoa kitandani, lakini kama unataka kumsaidia kijana wako asiingie kwenye stai staili ya kukojoa kitandani mpaka umri unasogea Jitahidi mtoto wako toka mdogo huo, unampaka zaituni katika mwili wake, ina faida nyingi, kwa sababu watoto nyumbani kuna mashaitani. Shaitani mmoja anaitwa Awamir. Shaitani huyu ana kawaida ya kuwavagaa watoto wenye kulala baada ya asiri. Na ndio maana Mtume sallam amesema yoyote mwenye kulala baada ya asiri akiharibikiwa na ufahamu, akipungukiwa na ufahamu, wasitafute mchawi, kwa sababu la asiri kuna mashaitani huwa wanatoka kwenye viunga vyao na kupita katika majumba ya watu walioko majumbani, hutoka na wao kwenda katika sehemu mbalimbali. Ukikutwa umelala wakati huo, hupenda kumkalia mtu huyu na kumwachia upepo mbaya, hupunguza fahamu. Hata wewe kama unabisha, furuliza kulala baada ya laasiri siku 40 unakuwa mwehu, wallahi nakuwa pia, unakuwa mwenda azimu ne? unakuwa mwenda wazimu ukifuruliza kulala baada la asiri ukiwa ndo mfumo wako kulala muda huo, furuliza siku arobaini, hata siku ishirini na nane tu, utaona unaweza kuwa mwehu, eh? wakati huo sio muda wa kulala watoto. Sasa kwa kuwa wao hawawezi kuhimili vishindo, muda mwingine akijichokea mtoto tu hulazwa. Kamlaze mdogo wako wewe, we, we, nauthari we, nauthari. Haya, kamlaze mdogo wako ndani. Hajra anajisikia usingizi, mama hazingatii kama muda huu si mwafaka. Kamlaze Muhammadi, huu ndo muda wake, muda huu ndo anapenda kulala. Jamani, laasiri sio muda wa kulaza watoto, lakini pia mtume katahadharisha hata badhil maghrib Adhana ikiadhiniwa ya magharibi, watoto wafungiwe ndani. Nakupa faida tu, sio sio, labda na, na, na, nataka kuna kitu kwako nakitaka. Nakupa faida tu, usimlaze mtoto mida hiyo. Madhal magharibi, watoto pia wafungiwe ndani mida hiyo. Kuna mashaitani wanatoka katika sehemu mbalimbali, lakini jini huyu awamir huwakalia watoto. Hivyo basi hupelekea mtoto huyu wakapata degedege dege ama akapungua na ufahamu shuleni. Unashangaa mtoto alikuwa na ufahamu mzuri shule, lakini ghafla uwezo wake unashuka siku hadi siku. Ni kwa sababu ya kulala baada la asiri. Usimlaze mtoto muda huo. Watoto wanalala mchana baada ya dhuhuri maka kabla la asiri, wanatakiwa waamshwe watoto. Hivyo ukimlaza muda huo unamtafutia visanga hivi vya kuja kukojoa kitandani. Sasa basi, kwa tahadhar juu ya hawa mashaitani, nataka ufanye hivi zaitun zaitun si hii tumeitwa zaitun ni baraka kwa sababu tune, tuna tune, tune, tune, tune. tume tume tume tume tumepata zile OG eh zenyewe. Si tukiendaga kule Maka, mashallah umra haji, haturudi hivi hivi eh. Hata sai Saimu Gwao wakiendaga huko wanabeba matasbihi, ndio maana ukija hapo kwetu kuna matasbihi za Maka OG, zimepata baraka kutoka katika miji mitukufu eh. Alafu unaambia watu oh, kutumia eh hizo kutumia shanga shanga hizo Haifai. wewe mvivu wa uradi, wewe, Maka wanatengeneza tasbihi tamaka alikotoka mtume mwenyewe, ambao wanajua dini kuliko wewe. Hivyo hivyo hivi ni vihesabio, hivi vikupe hamu ya kufanya ibada za kumtaja Allah kwa idadi ambazo unazitaka wewe, vihesabio shekhe, na wala si haramu. Na mimi ukiniambia kwamba hiyo ni haramu, hi na kuona we mvivu tu ibada ama elimu yako inakusumbua, au ume, umesoma kwa mtu sio sahihi. Kwani kuna, kuna, kuna kihesabio kinakatazwa? Huyo sudesi tasbia naye acha basi. Alafu mi nakwambia hivi, hata ile shanga yenyewe kabisa ile ile yenyewe kabisa ya shemeji nyumbani, ukachukua ukapigia uradi, wala si haramu vile vile, sio hizi nene nene. Hata ile ya nyumbani ile, kosa liko wapi? Tafuta idadi, tumie <laughs> acha basi mbwembwe, msifanye dini hii watu wakawavivu wa wadhikiri, wala wavivu kumswalia mtume, imepelekea watu wengi mmepauka, kwa sababu hiyo tu, wavivu wa kumtaja Mungu, wavivu wa kufanya wa kumswalia mtume, hali zimekuwa mbaya, kwa sababu hamtaki dhikri. Allah amesema kwenye Qur'ani bayani, inafahamika mm, fadhkuruni, unajua maana yake hiyo Shauli yako au, ya ayyuha alladhina amanu dhkuru llaha dhikran kathira, unajua maana kathira, ndio 33 peke yake kathira? Ma, kuna mtu mmoja anasema kumtaja Mungu mwisho mara 100 tu <laughs> alio, kuna watu wagonjwa, si hii bangi. Unajua ukiingia kwenye dini alafu ushe kupiga hii sometime, unakuwa unaelewa zaidi kuliko wengine ndio? <laughs> shida yako iti mwisho mara 100 ah, yaani Mungu alisema kathira, maana 100 <laughs> haya bana, sasa na naomba nilikuwa napita tu hiyo hiyo ineo, nilikuwa napita tu, nilikuwa napita tu. Naomba tusielewane vibaya, lengo langu ni kupia elimu juu ya zaituni. Tumia mafuta ya zaituni ndugu yangu, na hatukulazimishi uje kuchukua ya kwetu, lakini sisi kwa kuwa tunafanya tiba, tumeandaa mafuta yanaitwa Rahma. Haya mafuta ya Rahma au mafuta ya Mti Mkuu ni mafuta maalum kwa ajili ya kufukuza mashaitani lakini ni mafuta maalum kwa ajili ya kuwasaidia watu waliopigwa stroke hasa za upande wa kulia, na wasisitiza sana upande wa kulia kwa sababu stroke nyingi za upande wa kulia ni stroke za mashaithwani. Stroke ya kushoto mara nyingi ya moyo, mara nyingi hii tunamshauri mtu namna ya kumtibia kidogo kidogo mpaka anyanyuke, lakini ya kulia faster. Kuna vitu vyake, ukivipatia ukapaka ukachuliwa mafuta ya, ya ya mti mkuu, kwa kuwa yenyewe ndani ndani yake ndani yake yana dawa maarufu ya mti mkuu ya, kufu, ya kuharibu uchawi. Basi tunamwambia mtu apakae mafuta hayo ili aende sawasawa. Sasa lengo letu kwa idhini yake Mwenyezi Mungu kwa kufukuza mashaitani katika majumba ya watu, mtu akija ofisini kwetu apate mafuta haya mawili apate zaituni baraka alafu OG. Hii ni OG, original orijino, yeah. Lazima nikwambie hivyo, ujanja ujanja mwingi siku hizi. Hii ni OG zaituni baraka, alafu achukue mafuta haya ya rahma, mafuta ya mti mkuu, amiksi kwa pamoja kwenye ujazo huu huu wenye kufanana, apake watoto wake wote. Tallahi nakuwa pia umetengeneza usalama kwenye familia yako mambo ya kuvagawa, vagawa mashaitani ya kupatwa pata ulozi pepo mbaya mtaani, kwa idhini ya Allah watoto wako umewapo, umewaepusha na hayo. We mwenyewe pia utakuwa umejiepusha na hayo zaituni. Baraka na mafuta ya mti mkuu kwa pamoja yanafanya kitu kikubwa mno, kwa kuwa tayari zaituni yenyewe imesifiwa na Qur'ani, lakini hii pia ni mti wa ajabu sana. Mti mkuu tunainadi sana na kwa kifua mbele Hatuna mashaka, hatuna wasiwasi kwamba mti mkuu ndio dawa pekee kwa sasa ambayo inafanya kazi haraka juu ya kuangamiza na kuharibu uchawi katika mwili wa binadamu, hata miaka 40 iliyopita. Lakini pia mti mkuu yenyewe ile hii hi, plus mpya hii inarudisha ubaya, lakini pia tumeongeza mbwembwe safari hii kwa watumiaji, wameona. Nitakuja kukuletea klip za watu wanakueleza, wanazoeleza namna gani Mungu amewaonyesha kupitia mti mkuu. Sasa tukapika kwa mbinu mbalimbali, tukafanikiwa kutengeneza mafuta ya mti mkuu ambayo mimi nimeita Rahma, mashallah. Kazi yake ni kubwa. Kwa kuwa mafuta haya ni ghali kidogo tunachukua na mafuta ya zaituni baraka mtu akamisi, ili ikiwezekana familia nzima. Jamani, unakuhusia hata kama huumwi, huna mgonjwa aliyepata stroke una mgonjwa mashetani nyumbani. Adui yetu ni sheitani mabwana, na sheitani yuko bize kutuhadaa, kututafuta, kutuharibia, kututia maradhi, kututia misukosuko, ili atupate kwenye ushirikina twende motoni. Hivyo basi Mwenyezi Mungu akatutahadharisha, akasema ashaitanu Eh, inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu adua, shaitani ni adui mkubwa sana kwenu, nanyi mfanyini kuwa adui. Kwa nini? innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, lengo la le shaitani kuwatia watu jambajamba, waswahili wanasema misukosuko, kuwatia hofu kwenye utafutaji, kuwatia minuksi mibala, wasi waharibikiwe, maradhi madegedege, nyumbani, maupepo, mauparalizi, vurugu -vu zote so hizi za sheitani, lengo lake ukufuru, siku moja uende kwa waganga washirikina, wakutoe kwenye njia, ufe kafiri, ufe vibaya. Ndio lengo la sheitani. Sasa, Waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Mungu ametupa miti ili miti hiyo ilete usaidizi katika afya zetu. Hivyo basi, nakukaribisha inshallah msikiti msikiti wa Mtoro Kariakoo, nipo sasa hivi nipo nipo zaituni, baraka na mafuta ya mti mkuu, ambayo ni rahma. Kwa pamoja, unakwenda kutenza kitu kikubwa, kitu kikubwa mno kwenye familia yako, waso kujikinga na hayo mabalaa ya watoto kwenda shuleni, walo wameanguka shuleni mara sio ameanguka wapi, mara sio mtu kaanguka chooni. Ah, ah. Uwe una uradi kupaka haya mafuta walao kido, kidogo kidogo katika mwili, alafu nenda katika shughuli zako. Wallahi thumma tallahi utaona amani ya maisha, dunia inakuwa nzuri na kinga ya mwili inakuwa barabara. Ndugu zangu, leo nilikuwa nakupa faida za zaituni, ziko nyingi, muda hautoshi, lakini kwa leo tuishie hapa insha Allah.